Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Juma Mustafa Kawamba, mbunge wa jimbo la Igalula, halmashauri ya Uyui, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, eneo la Igalula limekuwa na migogoro midogo ya wakulima na wafugaji, hususan katika maeneo ya kulishia mifugo. Aidha, migogoro hii imekuwa ikitatuliwa kupitia maridhiano ya mtu na mtu na hata kuwahusisha viongozi wa serikali kwa ajili ya kusimamia taratibu za fidia kwa hasara iliyojitokeza. Aidha, serikali imetenga jumla ya hekta 6226.92 katika vijiji kumi na sita vilivyopo Igalula. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi na matumizi bora ya ardhi ikiwa ni pamoja na kuainisha na kutenga maeneo maalum ya wakulima na wafugaji kwa ajili ya ustawi wa wakazi wa halmashauri ya wilaya ya Uyui pia serikali inatoa wito kwa viongozi ngazi ya mkoa, halmashauri kote nchini kuhakikisha wanatatua migogoro ya wakulima na wafugaji kwa wakati na kuweka utaratibu mzuri wa matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Juma. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya wizara. Kwanza kabisa napenda niwapongeze kwa kazi nzuri ambazo wanaendelea kuzifanya, lakini nampongeza Mheshimiwa Rais. Wananchi wa jimbo la Igarua wanamshukuru kwenye chanjo ya ruzuku na kuondoa na, na, na utambuzi wa mifugo. Mheshimiwa Spika, na swali moja la nyongeza. Je, serikali na utaratibu gani wa kisheria na kiutendaji ili kuhakikisha sasa maeneo haya yaliyotengwa hayavamiwi na hayabadilishiwi matumizi ili kuweza kuepuka migogoro kati ya wakulima na wafugaji ndani ya jimbo la Igalula? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Juma Mustafa Kawamba, mbunge wa Igalula halmashauri ya Uyui kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kumekuwa na sheria mbalimbali ambazo zimekuwa zikitugaidi na zimepitishwa na Bunge lako tukufu. Sheria ya ardhi uh, ya mwaka 1999 hii ilikuwa ina, uh, inatoa hati ya hakimiliki ya kimila, lakini kuna sheria ya ardhi ya uh, namba sita ya mwaka 2007 ambayo imeainisha mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji ya, lakini kuna maeneo ya kilimo, malisho na mifugo yote yameainishwa katika sheria hii. Lakini sambamba na, na sheria hizi pia kuna sheria ya mwaka elfu mbili, kuna sheria namba 287 ambayo imeonyesha halmashauri kutunga sheria ndogo. Kwa hiyo kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naziagiza halmashauri zote nchini zifatie, uh, sheria hizi zifatishe na kuona zinatatua migogoro ya ardhi katika maeneo yao. Mheshimiwa Amos Maganga. Mheshimiwa Spika, awali ya yote kwanza ni kushukuru kwa kunipa nafasi kuweza kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika ambazo pia tunakuomba kujibu swali la Mheshimiwa Zuberi Yahaya Mfaume, mbunge wa Morogoro Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mito ya Mfizigo na Mhuva iliyopo katika jimbo la Morogoro Kusini ni moja ya maeneo ambapo hufanyika shughuli za uchimbaji mdogo wa madini katika maeneo ya pembezoni mwa mito hiyo. Katika kuhakikisha mito hiyo inatunzwa na kuzuia uchafuzi wake kutokana na shughuli za uchimbaji wa madini, serikali mwaka elfu mbili ishirini na tano ilichukua sampuli za maji ya mito hiyo kwa ajili ya kupima ikiwa kuna uchafuzi wa kemikali zitokanazo na uchimbaji na uchenjuaji wa madini. Matokeo ya vipimo vya sampuli hizo vilionyesha kuwa kuna kemikali za chuma na manganese. Kemikali zilizobainika kuwepo zinatokana na miamba iliyokuwa inachimbwa na si kutokana na matumizi ya kemikali za kuchenjua madini kama zebaki. Mheshimiwa Spika, aidha serikali itaendelea kuchukua hatua kulinda vyanzo vya maji na mito ikiwemo mito ya Mfizigu na Mhuva katika mazingira ya Morogoro kusini kwa kuzingatia sheria mazingira ya mwaka elfu mbili na nne na sheria rasilimali za maji ya mwaka elfu mbili na tisa Mheshimiwa Zuberi. Asante Mheshimiwa Spika, asante kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nina swali moja la nyongeza kwa kuwa shughuli hizi za madini ni shughuli zinazowaendeshea maisha ya wananchi wenzetu, Je, serikali ina mpango gani ya kutoa sasa elimu ya utunzaji wa mazingira ili wananchi wenzetu waendelee na shughuli zao za kujipatia kipato? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba shughuli za madini ni shughuli muhimu kwa uchumi wa nchi yetu na wananchi, na sisi ofisi ya makamu wa Rais, muungano na mazingira kwa kushirikiana na wizara ya madini na wizara zote zenye mnasaba na masuala ya mazingira na madini tutaendelea kwanza kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa, kwa, kwa wananchi na wachimbaji wote wa madini ili kuzingatia sheria na taratibu za uhifadhi wa mazingira ili kuwa na uchimbaji wa madini na uhifadhi wa mazingira endelevu. Mheshimiwa Mvano. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza kwenye wilaya ya Kakonko kwenye mkoa wa Kigoma tuna uchimbaji wa madini ya dhahabu kwenye kata ya Nyamtukuza vijiji vya Nyamtukuza maeneo ya Nyamwironge. Tarehe 10 Disemba tulikwenda na mkuu wa mkoa pale na akazuia shughuli za uchimbaji kwa sababu zilikuwa zinakiuka sheria za mazingira na zinaathiri wananchi wa vijiji zaidi ya saba, Kihomoka, Kumwiando na vijiji vingine vya Bwera mpaka Nyamwironge kule. Sasa hatua gani zimechukuliwa na serikali ili kunusuru maisha ya wananchi hao kwa sababu mto ule haufai kabisa kwa matumizi ya binadamu nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Mheshimiwa Spika kwanza ni mwakishie Mheshimiwa Mbunge kwamba swala la uchimbaji wa madini linaendeshwa kwa mujibu wa sheria na swala la uhifadhi wa mazingira linasimamiwa kwa mujibu wa sheria sura 191 kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kwanza ni mwakishie Mheshimiwa Mbunge na wananchi wa Kakonko kwamba kipaumbele cha kwanza ni kutunza mazingira lakini serikali itaendelea kuhakikisha inaweka mazingira wezeshi kwa wachimbaji wa madini ili kunufaika na rasilimali za madini, lakini vile vile kutunza mazingira katika maeneo hayo, na kwa hivyo tutawasiliana na ofisi ya Wizara ya Madini ili tuweze kuliweka sawa na wananchi waweze kuendelea kuchimba madini. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Madini, Mheshimiwa Engineer Kija Limbu. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini kuwa msaidizi wake kama naibu waziri wa madini, lakini pia wananchi wa jimbo la Longido kwa mara ya tatu sasa wamele, wameendelea kuniamini kuwa mwakilishi wao katika bunge lako tukufu. Naahidi kwamba sitawaangusha wote, sio rais wangu wala walionipa ridhaa ya kuwa bungeni. Baada ya kusema hayo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Engineer Akija Limbu Mtemi mbunge wa Katoro kama ifuatavyo: Mheshimiwa Spika, kufuatia marekebisho ya kanuni za haki madini za mwaka 2018 na marekebisho ya mwaka 2025, kanuni ya 5A kifungu cha kwanza imeweka sharti la mwenye leseni ndogo ya uchimbaji julikanayo kama PML kuingia mkataba na mchimbaji mdogo atakayefanya shughuli za uchimbaji ndani ya eneo la leseni yake na kuhakikisha mkataba huo unaidhinishwa na kusajiliwa Tume ya Madini. Aidha, Wizara ya Madini imeandaa rasimu ya mkataba kati ya wamiliki wa leseni na wachimbaji wadogo na kuwasilisha kwa maafisa ya madini wakazi wote na watausimamia pindi unaposainiwa na kusajiliwa. Mikataba hiyo itadumu kipindi cha miaka mitatu na huruhusiwa kuishwa kwa kipindi kingine kulingana na makubaliano na wahusika au ya wahusika. Asante sana mheshimiwa Engineer Kija. Mheshimiwa Spika, asante sana. kushukuru mheshimiwa Spika, ninashukuru majibu ya waziri, lakini napenda kufahamu sasa huu mkataba utaanza hu ni kwa sababu mheshimiwa Spika, watu wameshaumizwa, wameshafungiwa mikataba ambayo inaonyesha ni mkataba wa miezi minne hauna malipo lakini watu wamelipa fedha nyingi kwa kwa ajili ya hii mikataba. Unafungua mkataba wa miezi minne, kila duara moja inalipa shilingi milioni kumi kumi. Mheshimiwa Spika, zaidi ya maduara mia moja na kitu watu wamelipa fedha. Na je, swali so la pili Mheshimiwa Spika, kwamba kwa waziri, hawa watu waliolipishwa hizi fedha ndani ya miezi minne miezi mitatu, kuna uwezekano wa kurudishiwa fedha zao ili utaratibu utakapoweza utakapoenda kuanza hawa watu wao wameshirishwa fedha zao, na utaratibu ufuate vizuri, kwa sababu wameonewa, na zile fedha wamelipa pasipo taratibu na hazina mfumo wowote. Na jambo la tatu, mheshimiwa spika. Mheshimiwa, maswali yako ni mawili. Mheshimiwa waziri, asante sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, kwa swali lake la kwanza njini akija, napenda kukujulisha kwamba kanuni hizi zilivyotungwa au zilivyofanyiwa marekebisho mwaka jana, tukaweka kipengele kinachohakikisha kwamba hakuna mwenye leseni anayempangisha mchimbaji mdogo eneo bila kusainiana mkataba. Kwa hiyo kwa sababu sheria haina tabia ya kurudi nyuma, sio retrospective, kuanzia mkataba huu, kanuni hii iliporekebishwa, wote wanaoingia katika makubaliano, mwenye leseni na anayetaka kupanga eneo, lazima wa comply na kiwango anachowekeana na hili linajibu swali lake la pili. Kiwango anachowekeana ni maridhiano yao, na sisi kama wizara wakishasajili mkataba tunaosimamia. Yale yaliyopita, wahenga wanasema sio ndwele, tugange yaliyoko na yajayo. Naomba kuwasilisha, mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Injinia Chacha Mwita. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii kwa ajili ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Nianze kwa kuipongeza wizara ya madini, ndugu yangu Mavunde, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Lakini pamoja na hayo, naomba kuuliza swali moja. Tunajua kabisa kwamba swala zima la double taxation limekuwa halikubariki, lakini kwenye swala kwenye wizara hii ya madini kwenye swala zima la mlabaha, tumeona double taxation mara kadhaa ikifanyika kuna baadhi ya mikoa ambapo wa tunachaji mara mbili. Mara moja tunachaji wakati mchimbaji anapokuwa anagawa mawe, lakini pia wakati mwingine mchimbaji huyu akiproses, akipata dhahabu, akifika kule sokoni tena anachajiwa mrabaha. Je, wizara imejipanga vipi au ina mpango gani kuhakikisha kwa kwamba swala zima hili la taxation tunaliondoa, na huyu mchimbaji aende kulipa kodi moja kwa mara moja. Mheshimiwa Spika, eh, napenda kulijulisha bunge lako tukufu kwamba kodi zilizoidhinishwa rasmi na wizara ni kodi ya mrabaha, ni kodi ya ukaguzi wa leseni, na ile ya service levy inayokwenda kwenye halmashauri. Hizi tozo anazoongelea mheshimiwa ni tozo ambazo watu wanapotoa madini mgodini na wakati huo ni mawe tu, anayetoa madini mgo, mawe mgodini anapoyapandisha pale, sio yeye anayepeleka kwenye sehemu ya kuchakata yale madini. Kwa hiyo hakuna namna sisi tunaweza tukasubiri aende mpaka kule mwisho wa eneo litakapotumika kuweza kuchaji. Kwa hiyo anachajiwa kwa asilimia ya mawe aliyogawa pale baada ya kutoa, na yule naye anayekwenda kuchakata anawekewa kiwango ambacho kinalingana na zile tozo za serikali lakini tuko katika mpango wa kuhakikisha kwamba katika migodi yote uchenjuaji ufanyike pale pale ili mawe yatozwe kodi ya serikali baada ya kuwa yameshachakata. Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara. Mheshimiwa Spika, naomba swali langu namba 9 lipate majibu ya serikali. almaarufu CSR au corporate social responsibility na kuanza kutumika mwezi Juni 2023, zikiwa na lengo la kusimamia utekelezaji wa CSR ili kuhakikisha jamii zinazozunguka migodi zinanufaika ipasavyo na uwepo wa migodi husika. Kanuni hizo zimele, zimeeleza bayana wajibu wa pamoja na majukumu ya wadau muhimu wanaohusika na CSR ambao ni mmiliki wa leseni au mgodi na mamlaka ya serikali za mitaa yaani halmashauri. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza miradi ya CSR, kanuni ya kumi na tano kipengele cha kwanza imeeleza mmiliki wa leseni ya madini atawajibika kutekeleza mpango wa wajibu wake kwa jamii kwa kuzingatia taratibu na ufafanuzi na anaweza kumwajiri mkandarasi au mtu mwingine yeyote katika utekelezaji wa miradi iliyopo katika mpango aidha wizara ya madini imeendelea kukusanya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali kwa lengo la kuboresha kanuni za siasara zilizopo. Mheshimiwa Mwita: Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, Mheshimiwa Spika, halmashauri ikiendesha utaratibu wa manunuzi Darasa ambalo tunajenga kwa milioni mkandarasi akiwekwa, na mgodi unatumia milioni 32, nyumba single ya milioni hamsini, nyumba pacha mkandarasi ni Mheshimiwa Spika. Hoja yangu ni kwamba ni kwa nini fedha ile isibaki kwenye mgodi, lakini mchakato wa manunuzi ufanywe na halmashauri ili kuokoa fedha hizo mpaka Eh, miradi mingi zaidi. Swali la pili, kanuni hizi zimetoa provision ambayo inaonyesha kwamba kuna timu ya wataalamu ya kuibua miradi. Mheshimiwa Spika, mbunge hayupo mle ndani kwenye hiyo timu, wala mwenyekiti wa halmashauri. wamesha chakata wamepanga miradi yao, wanaleta kwenye kamati ya fedha au baraza la madiwani, unakuta hata mbunge hayupo, unatakiwa uende kuunga mkono kitu ambacho ukijui. Kwa nini katika mchakato wa kuibua miradi ile mwenyekiti wa halmashauri, mbunge asiwekwe ili pa mwanze pamoja kupanga miradi ya maendeleo ya halmashauri husika? Asante. Mwaziri kwa kifupi sana. Mheshimiwa Spika, swala la manunuzi kutokana na fedha za CSR limebainishwa vizuri sana kwenye kanuni hizi ambazo tumezitunga mwaka 2023. Mchakato wa kuibua miradi inaanzia kwenye ngazi ya kijiji, inaenda ngazi ya kata ODC, inaenda kwenye halmashauri na mbunge pia ni mjumbe katika halmashauri ya wilaya yake au jimbo lake. Kwa hiyo miradi inapokuwa imeibuliwa inapokwenda kwenye ngazi ya kutenga fedha na utekelezaji, kamati ya wataalam ambayo mwenyekiti wake ni, ni, ni, ni, ni mkurugenzi wa almashauri katibu wake ni afisa mipango, kuna, kuna mwakilishi wa tume ya madini, kuna wakilishi wawili wa mwenye mgodi ule. Mchakato wa manunuzi hufanyika kwa uwazi kabisa, na anachoongelea mbunge ni zamani, kabla hatujawa na kanuni. Sasa hivi miradi yote japokuwa mwenye kutoa fedha ndiye anayesimamia akishirikiana na ile kamati ya wataalamu, lakini mbunge ameachwa pembeni ili awe sehemu ya check and balances kufuatilia kama wajibu wake ulivyo kuona kwamba fedha ile imeenda kutekeleza ma, ma, miradi iliyokusudiwa kwa usahihi. Kwa hiyo anapoongelea swala la fedha hii, kwa nini, kwa nini manunuzi asifanyike moja kwa moja na halmashauri, ni swala ambalo limefungwa kikanuni, lakini kuhusu, kuhusu Uh, kuhusu uibuaji wa miradi ni swala ambalo linaanzia kwenye jamii, kwa hiyo hakuna kinachofanyika na mwekezaji bila ushirikishwaji wa jamii. Asante sana mheshimiwa Spika. Tunaendelea wizara ya uchukuzi, Mheshimiwa Matar Ali Salum. Mheshimiwa Speaker, kwanza nami naomba nisimame na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kuniteua kwa nafasi ya naibu waziri wa uchukuzi. Ahadi yangu kwake ni kuendelea kufanya kazi hii kwa uaminifu, uzalendo na uadilifu mkubwa, lakini nikiwaahidi waheshimiwa wabunge ushirikiano wa dhati. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, kwa kuwa ili bunge letu la kwanza tangu nchi yetu ifanye tukio kubwa la kihistoria kule Mwanza. Tumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuzindua rasmi meli ya MV Mwanza, meli kubwa ya kwanza katika nchi yetu itakayo